Napenda kutumia nafasi hii kukumbushana kuhusu tini nyingine muhimu, nayo na ni kuto kuchanganya dini na siasa. Tukiivunja tini tunu hii, gharama yake tutaiona, na kama kuna viongozi wa dini wanaotaka kutuelekeza kutuele kuitumia dini kwa, kwa manufaa ya kisiasa, na kama kuna viongozi wa siasa wanataka kuitumia dini kwa manufaa yao ya kisiasa, nawaombeni, ndugu zangu, tuwanyanya baya, siku ikifika ambapo uwanachama cha au, cha siyasa, vya siyasa, vya wa chama cha siasa au uumini thabiti wa dini ukawianishwa na chama cha siasa anachokifuata, ndio mwisho wa nchi yetu. Mtakuwa na vyama vya siasa vya Wakristu na vyama vya siasa vya Waislamu na vyama vya siasa vya walokole na vyama vya siasa vya watu gani? kuwafanya Watanzania kuyatazama masuala ya kisiasa, masuala ya kiserikali, masuala ya utawala kwa mtazamo wa dini zetu ni jambo hatari. Hali kadhalika, watu kuyatazama masuala ya dini kwa mtazamo wa siasa za vyama vyao si jambo lenye afya kwa taifa letu. Yote mawili yataathiri umoja na kutishia amani, usalama na utulivu tunaoufaidi hivi sasa.